Ndugu zangu, kama rais halali usingizi unaotoa wapi kweli? Huyu mama anaopiga mwingi, mama yupi huyu? Mama Samia Suluhu Hassan kutoka Tanzania, ambaye ni jemedari mkuu wa marais wa nchi ya Tanzania, ambapo nikukumbushe tu ya kwamba mawiki yaliyopita kama matatu hivi a, pesa ama ile thamani ya pesa ya Tanzania iliweza kudoroshwa ama iliweza kuwekwa ya kwamba ndiyo pesa ambayo ni dhaifu duniani ama ulimwenguni mzima, ya kwamba pesa ya Tanzania ndio pesa ambayo ni dhaifu ulimwenguni mzima kote duniani. Ilikuwa ni pesa ambayo ilikuwa ukigeuza ili upate dola ama ukigeuza kuilinganisha na pesa ya dola ya Kimarekani, unaiona ni pesa ambayo haina thamani ama thamani yake iko chini kwa kiwango ambacho hakijawahi tokea kabisa, of which yule ambaye ni, uh, ni rais wa Tanzania ikabidi aite viongozi wenzake pale ndani ya nchi wale cabinet secretaries wake ambapo walikuja na mswala mzima wa kuhakikisha kwamba watafanya juu chini, ili pesa ya Tanzania irudi mahali ambapo ilipokuwa zamani, izidi kuheshimika. Na moja ya kitu ambacho alikileta ni kutokubali pesa yoyote ya nchi yoyote kutumika ndani ya Tanzania. Pesa yoyote eidha ni pound, eidha ni uh, euro, eidha ni dollar, eidha ni Kenyan shilling ama Ugandan shilling. Zote zilikuwa zinakatazwa kabisa kutumika ndani ya nchi ya Tanzania. Hivyo basi akaweka kigezo cha kwamba yeyote yule ambaye anakuja ndani ya Tanzania, awe ni mtu amekuja kutalii, awe ni mtu amekuja kufanya biashara, ama ni mtu amekuja kwa matembezi rasmi, lazima ageuze zile pesa ambazo ametoka nchi yake na azigeuze kwa pesa ya Kitanzania ili aweze kutumia pesa Kitanzania endapo atakuwa ako ndani ya Tanzania. Na hilo limekuwa faida ama hilo limeonyesha faida kubwa sana ambapo a, kati ya nchi za Afrika leo hino leo hino tarehe kumi na tano imeweza kudhorishwa tena kwa mara ingine ya kwamba pesa ama sarafu ya Tanzania ndio imekuwa pesa ya thamani Afrika nzima, yaani pesa ya Tanzania imeongezeka kwa thamani kubwa sana kuliko pesa yote ndani ya nchi yoyote ile ya Afrika. Najua kuna wengine watajiuliza ama wataangalia kwamba pesa zao tayari ziko juu, ukilinganisha kama pesa ya Kenya ambayo ukitaka kuichange into dollars unapata almost 130 Kenyan shilling equal to $1, ambapo watu wengine wataichukulia kama ni kubwa, lakini nikwambie tu kwa nini pesa Tanzania imeorodheshwa kuwa ndio pesa bora sahii hapa ambapo tunaongelelea ni kwamba imeongezeka kwa kiwango ambacho ni kikubwa kwa muda mchache ambao watu wengi hawakutarajia hapo mwanzoni. Na vilevile bado pia ni pesa ambayo watu walikuwa wakidharau ni kwambie tu ukweli. Alafu isitoshe pia, unajua wakati nchi inaenda kwenye kampeni ama nchi yoyote ile ambayo inaenda kwenye msimu wa kukampeni ama inaingia kwenye msimu ambapo wanahitajika kuchagua kiongozi mpya kumweka madarakani, tukichukulia mfano mzuri wa nchi jirani ya 254 ya Kenya, huwa pesa inashuka thamani, yani pesa inashuka thamani kwa sababu gani? Viongozi wanatumia pesa kuvujisha ama kupiana pesa ovyo ovyo kiholela ili onga wananchi ili wawapigie kura wale viongozi ama ili wawapende wale viongozi kwa kutumia pesa na bidhaa vilevile, vile pia bado zinashukishwa bei kimakusudi, ambayo haiendani na bei ambayo iko kwenye dunia, ili mradi wananchi wadanganywe, waone ya kwamba serikali iko sahihi, ama waone ya kwamba serikali inapaswa. Lakini sasa, hii utaona wazi kabisa kwamba Tanzania imeingia kwenye msimu wa kampeni. Tanzania imeingia kwenye msimu ambapo wanapaswa A, ni mwezi wa kumi au mwezi wa kumi na moja ambao wanafaa waende wakati No, ama yes eh, watamchagua yule, yule ambaye ni kiongozi ambaye yuko kwenye madaraka ama watamtoa waweke kiongozi mwingine ambaye sahihi, yuko jela, wenyewe wanavyosema, ambaye yuko rumande, that is Tundu Lissu. So unaona wazi kabisa kwamba mama ameupiga mwingi na chenye sifa, siku zote mimi husema kinastahili kipewe sifa, na ambacho hakina sifa pia vile vile kikashifiwe. Kila siku tukikuja hapa tukianza kuongea ile mabaya mama Samia, basi inatulazimu leo pia hata wale ambao hawampendi kutoka 254 pamoja na kutoka 256, 254, 255, uh, Tanzania, Uganda, and Kenya kwa ujumla, kuna wale ambao wale walikuwa wanachukulia kama mama Samia ni mtu ambaye hana upendo, ni mtu ambaye ni muuaji, ni mtu ambaye hatetei haki za kibinadamu, nafikiri leo anapaswa kupewa maua yake kwa hichi kitu ambacho amekifanya. Amefanya kitu ambacho nafikiri kitakuwa mfano bora kwa nchi zingine za Kiafrika, ile ya kwamba unamwambia tu reality ya kwamba wewe ni mtalii kwa sababu nchi ya Tanzania saa hii kwa haya matukio kati ambayo yametokea hapa juzi kati, baada ya kwamba imeonekana ni nchi ambayo inaongoza kwa utekaji, ni nchi ambayo inaongoza kutokuwa na usalama especially wakati ambapo wanaelekea kwa uchaguzi mkuu, ni nchi ambayo kiukweli kabisa uliona wazi kabisa mpaka nchi ya Amerika Uh, nchi kubwa kama ya Amerika ya Amerikani kule walikuja wakajitokeza na kukashifu nchi ya Tanzania, na kusema kwamba lazima nchi ya Tanzania iweze kuongelelea ama kushughulikia ule ambao ni utekaji ambao unafanyika ndani ya Tanzania, baada ya kwamba ule mzozano mzima wa kwamba watu wa Kenya walikuwa wanataka kuingia Tanzania, wakazuiliwa, wengine wakafanywa vitu ambavyo sio sahihi, wakakuja kwenye media wakaanza kukritisize Tanzania. Nchi ya Marekani ilijitokeza, baadhi ya watu kutoka Marekani tokeza baadhi ya United Nation eh, nchi za pamoja, jumuiya ya nchi kwa pamoja walijitokeza pia vile vile, wakaanza kukashifu serikali ya Tanzania na kuambia kwamba lazima uhakikishe ya kwamba kwenye nchi ya Tanzania kuna amani na yeyote yule hapaswi kukatazwa kuingia kwenye nchi ya Tanzania endapo atakuwa na vibali sahihi. Na hivyo basi watu walidhani kwamba kama kauli kama hizo ni kauli ambazo zitadhorofisha zita nchi ya Tanzania, ni kauli ambazo zitafanya wazungu wasiende Tanzania ni kauli ambazo zitafanya utalii wa ndani pamoja na utalii wa nje kutoka kokote kule duniani kuingia ndani ya Tanzania utashuka kwa kiwango kikubwa, lakini ndio mara kumi, ndio mara, yani yani ndio kambe, kama wamepewa pumping. Yani sahii wageni wanajaza kuja na kujazana Tanzania. Niliona juzi ambapo kuna baadhi ya wachezaji ambao ni hodari kutoka nchi ya Spain, ya Uspanyola kule, ambapo wanachezea timu kama ya Barcelona ambao walijiingiza ndani ya Tanzania na vile vile pia kuposti kwa mitandao ya kwamba wako ndani ya Tanzania. Ile ni moja tosha ya kuonyesha wazi kabisa ya kuonyesha wazi kabisa ya, ya kwamba Tanzania amani ipo na Tanzania wageni wanaruhusiwa kuingia na Tanzania ni nchi ambayo inapokea yeyote yule kutoka kokote kule, isipokuwa nchi kama ya Australia, ambapo pia vile vile wiki iliyopita iliweza kuchapisha na kutuma ujumbe kwa wale watu wake ama raia wake ya kwamba ni hatari kutembelea nchi ya 254 yani nchi ya Kenya saa hii imewekwa kwenye hatari ya mtu yoyote yule ambaye anataka kutembelea, kwa sababu imeonekana ya kwamba uhusiano pamoja yani uh, usalama wako ukisafiri Kenya it's, uh, it's, uh, it's not guaranteed ni yani, ule usalama wako ukienda Kenya sio usalama ambao unaweza ukalindwa vile vile ambavyo inapaswa, ambapo awali labda ungelindwa sahii. Imeonekana kame kama Kenya sio salama kwa watalii, na hino yote imeletwa baada ya kwamba kumetoka visa na visanga hapa majuzi wa vijana wakaelekea kwenye maswala ya kugoma. Na unajua vile vijana wa Gen Z kutoka 254 endapo wameamua kuingia kwenye mgomo huwa hawataki kujua, na si vijana pekee wa Gen Z, japo kwamba endapo kutakuwa na mgomo Kenya basi kuna viumbe vingine pia hujitokeza ili mradi kuvunja ama kuharibu ile amani ambayo ipo tayari ndani ya nchi because eh, mimi hutetea jenzi na mimi siku zote nitasimama na jenzi siku zote, kwa sababu jenzi sio wezi, jenzi siyo wakora. Na jenzi hawaharibu amani ya nchi, japo wale wale jenzi ambao wataingia pale mtaani ili kufanya maandamano, kwa sababu wanataka haki yao ama wanataka haki ambao wanadhani ya kwamba wamedhulumiwa baada ya kwamba kijana mwenzao ameuliwa kwa circumstances ambazo wenyewe wasingeweza kuzielezea na ni circumstances ambayo iliudhi watu wengi, ikakuwa kama gumzo mtaani na gumzo Afrika nzima. Nitasema baada ya kuingia mtaani, waliingia tu na hawakuingia na manati, hawakuingia na mapanga, hawakuingia na marungu, wala hawakuingia na mawe lakini, utapata baadhi ambao watatumwa, aidha ni serikali watawatuma ama watu binafsi ili kudent ama kuchafua serikali ya Kenya, watatumwa ili waje waingiliane pamoja na hao vijana, ili wajifanye wanachoma magari. Na ukiangalia magari ambayo yamechomwa, baada ya mwisho wa siku, utaona utaona ni magari ambayo yalikuwa ni mabovu, lakini yakatengenezwa, ili yaletwe barabarani ya yatiwe moto ili ionekane kambi kama nchi inachomeka. Na kikweli kabisa utona, ni, maybe, maybe maybe ni opposition leader we don't know, ama ni the same government inafanya hivyo hivyo, ama ni ni some individuals ambao ambao wanafanya hivyo pia, ambao ni mataikunze, ambao wana kuchoma ama wanataka kuweka image ili kule nje ya nchi ama zile nchi za uzunguni na nchi zingine kule kando zione ya kwamba nchi ya Kenya siyo salama ama nchi ya Kenya inachomeka. Nivyo basi, wenzetu kutoka 255 Tanzania wametuonyesha mfano bora, ambapo hao wametuliza amani, hata japo kuwa kuna mawimbi chungu nzima ambayo yapo ndani ya Tanzania. Sasa tunavoongea ya kwamba yako kwenye mitandao tu, na wengine wamekataa kuongea hadharani, maybe kwa sababu ya uoga, maybe kwa sababu wanahisi ya kwamba wana idadi ndogo sana ya kujitetea kama wana wa Chadema. Hivyo basi ule uongozi mzima wa chama cha Mapinduzi unaendelea kuchapa kazi na kuweka sure, ama ku make sure ya kwamba wananchi wa Tanzania wanaishi salama na wananchi wa Tanzania wanaishi sawasawa na vile ambavyo wananchi mwingine anatarajiwa kuishi, endapo ni msimu wa uchaguzi ama sio msimu wa uchaguzi, kama tunavyojua nchi ya Kenya na samahani sina kutaja Kenya sana leo, lakini itanibidi kwa sababu ndio mfano bora sana endapo tunaingia kwenye masuala ya uchaguzi. Ukishaenda nchi Kenya, endapo umefika kwenye masuala ya uchaguzi ama kwenye msimu wa uchaguzi wa kiongozi, especially kiongozi kama wa MP, member of parliament, ama kiongozi wa, wa uraisi, that is president, utonazi kwamba kutakuwa na vurugu, that's reality. Yani hii hatuwezi pinga lazima kutakuwa na mshikamano, yule anavuta huku, yule anavuta kule, utasikia yule ameuliwa, yule mwenye hivo. Thats normal in Kenya, ni mko kama kawaida, utasikia kumetulia. Lakini baada ya kwamba uchaguzi ushatimia, ndio undugu unatengenezwa tena, ndio nchi inaanza kujengwa tena upya, ndio nchi inaanza ku grow tena upya. So kila baada ya miaka mitano tukishafika kwenye uchaguzi, baada ya uchaguzi tunaanza tena kujenga nchi ya Kenya, tofauti na nchi jirani wenzetu kule kama Tanzania, Uganda. Tukaongelea sana kwa sababu hawa ni watu ambao wameketi takriban miaka miaka arobaini na mitatu kama sikosei, ambapo wako na rais yule yule mmoja tu peke yake na hawajageuza, na sijui watageuza lini, kwa sababu kila uchao katiba inaongezwa katiba inageuzwa ambayo ina mfeva yule ambaye ni kiongozi wa Uganda, that is Yoweri Museveni. So nchi ya Tanzania inapaswa kupewa sifa na nchi ya Tanzania pamoja na uongozi wake leo hino lazima tuwape maua yao, tuambie ya kwamba Mama Suluhu Hassan Samia ana upiga mwingi na dalili imeonyesha hadharani ya kwamba pesa ya nchi ya Tanzania imeongezeka maradufu mara tatu kulingana na ile, uh, ile banki kuu ya duniani ambayo imeonyesha imesema kwamba it's almost 3% gain ya ile pesa ya Tanzania ukiconvert ama ukilinganisha na pesa ya Marekani that is dollar. So they need congratulations. Because they deserve it. Kwa sababu si kila siku ni tukue watu wa kulaumu tu kama tulivyozoea kwamba tukue watu wa kulaumu. Endapo jambo zuri litatokea sisi tunalaumu tu, jambo baya likitokea no. Wakati jambo zuri likitokea tulisifie, na jambo baya likitokea pia vilevile tulaumu. Japo baadhi ya watu wengi kutoka Tanzania hawapendi kamwe kabisa kulaumiwa, lakini tuko hapa kuhakikisha kwamba watu wamepata habari sahihi vile ambavyo inapaswa. This video till next time, guys. Thanks for watching. Najua mimi nikienda nje, nikitoka, nikifika kwenye mtaa, nikikutana na wenzangu, ah, Samia hongera bwana, hongera bwana, hongera. Najua hongera za nini. Ungekuja huko kwetu, mkasikia anayosema, lakini <laughs> kumbe nje wanayaona na wana wanayapongeza sana. Njoo Tanzania oyoyoyo.